Takwimu za shirika la afya duniani huu zinaonyesha kuwa vifo milioni 17.5 ambavyo ni sawa na asilimia 32 ya vifo vyote duniani husababishwa na magonjwa ya moyo. Aidha, takwimu za hapa nchini pia zinaonyesha mkoa wetu wa Arusha hususani wilaya hii ya Arusha inao watu wengi wenye matatizo mbalimbali ya kiafya ikiwemo magonjwa yasiyoambukiza yes, ikihusisha magonjwa ya moyo. Kujiunga na bima afya kuna linda familia dhidi ya mshtuko wa kifedha unaoweza kujitokeza pindi mmoja wao anapokumbwa na ugonjwa unaohitaji matibabu ya muda mrefu au ya kibingwa. Natambua kuwa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI ni hospitali maalumu ya kitaifa katika masuala ya matibabu ya moyo na kwa sasa imejikita katika hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center ALMC, ambayo kwa sasa inasimamiwa na JKCI. Ninaendelea kuwaomba wananchi kufikia hapa, kwani nimepata fursa kufanyiwa vipimo vya kina kupata ushauri wa kitaalamu kutoka kwa madaktari na kuanza matibabu kwa wakati bila kikwazo cha gharama. Kwa kuwa mabingwa wa upasuaji pia wapo hapa, jumla ya eh, ya pasua kubwa tano zimefanyika. Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete itaendelea kuwafuata wananchi pale walipo. Tumekuwa tunafanya hivyo. Tumeshazunguka mikoa zaidi ya 23 na kambi e, hii huwa inaitwa Dkt. Samia Suluhu Outreach Program au tiba mkoba Dkt. Samia Suluhu Hassan, na inayofanywa na Taasisi ya Moyo kwa kuzunguka mikoani, lakini e, hivi karibuni Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete imetaka e, mifuatile zima ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano ya awamu ya sita ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma karibu pale walipo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaambia wananchi wa Arusha Uh, hospitali sasa hivi imeimarishwa kwa kiasi kikubwa. E, tumeimarisha ICU, tumeimarisha uh, kule theater, tumeimarisha emergency department na hospitali uh, kwa ujumla, na tuko tayari kupokea watu mbalimbali, hasa watalii, wananchi wenye matatizo yoyote waje hapa Huduma za moyo zitaimarishwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mpango kakati wetu ni kuweka mashine kubwa ya cath lab hapa, na tunatarajia katika miaka miwili au mitatu ijayo tutaanza kufanya upasuaji mkubwa wa moyo, uh, open heart surgery, ili kuwahakikishia wananchi wa kanda ya kaskazini hawatumii nauli nyingi kwenda kule Dar uh, es Salaam.